Na mtazamaji katika kutazamia maendeleo ya uh, malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto e, katika eneo la uh, vituo vya kulelea watoto wadogo mchana e, ambapo tunafahamu wanalo jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha kwa, kwa maana wanao mchango mkubwa sana. Sasa leo tuko hapa katika ukumbi wa Kilakala katikati ya mji wa Morogoro hapa Manispaa ambako uh, imefanyika kikao cha mwaka ama mkutano wa mwaka wa Wadamo manispaa ya Morogoro. Wadamo ni umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Niko na wadau hapa, pamoja na wahusika wa swala hili uh, tuweze kutazamia mkutano huu na tija yake hasa, na katika kushirikiana hapa, ninaye uh, makamu mwenyekiti wa Wadamo manispaa ya Morogoro Mwajabu Dhahabu, tuko naye hapa, lakini pia yuko uh, kiongozi wa kitaifa wa umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana Idi Mkambala, niko naye lakini pia niko na uh, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Morogoro Rehema Maalimi, tuko naye hapa, lakini bila kumsahau mmiliki uh, wa kituo cha kulelea watoto wadogo mchana Witness Foya ambaye tutashirikiana naye hapa, lakini vile vile bila kumsahau mtaalamu wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto MMAM au mtaalamu wa ECD tuko naye hapa Joseph Machira. Mimi naitwa Hamad Rashidi. Moja kwa moja tuanze na afisa ustawi wa jamii manispaa uh, ya Morogoro. Kubwa zaidi ni ufuatiliaji wa utekelezaji uh, wa miongozo ya malezi katika vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Kama afisa ustawi wa jamii, mnafuatiliaje yani? ufuatiliaji unafanyikaje? Okay. Hmm. Uh, ufuatiliaji wa wa malezi na makuzi maendeleo ya awali ya mtoto kwenye vituo vyetu, tunaofanya kwa kufanya ukaguzi. hmm. tunafanya ukaguzi. hmm. vituo, kwa sababu vituo vinatakiwa kwanza visajiliwe. hmm. vyo vimesajiliwa, ili kujihakikishia kwamba vina, vina yale yote ambayo yanatakiwa kuweza, hmm. kutolea huduma yanayotakiwa, hmm. kwa mujibu wa mwongozo ambao tunaopata hmm. moja kwa moja kwenye sheria ya, ya hmm. mtoto hmm. Tunafika kwenye vituo tunavikagua mazingira, lakini pia tunakagua wale wanaotoa huduma mm. kwa maana ya walezi kwamba wamepata wame elimu ya malezi kwenye vyo vinavyotambulika na serikali, wamesoma yale masomo ambayo yanatakiwa mm. lakini pia kuna umri wa watoto kukaa kwenye mm. ambao natakiwa wawepo kupata hizo huduma mm. ambao ni kuanzia miezi sita mpaka miezi hamsini na tisa mm. au miaka minne na miezi kumi na moja lakini pia tunajiridhisha zaidi na kwamba michezo, kwa sababu kituo cha kulelea watoto wadogo, kwa maana ya kutoa malezi, sio kwamba ni shule ya kwanza ku wanasoma shule pale. Kikubwa wanapata ni malezi, hata kama ni kujifunza, wanajifunza kwa michezo na nyimbo. Kwa hiyo tunakagua vifaa vya michezo, kuna michezo ya ndani kuna michezo ya nje, mm. ambayo ipo kwa, kwa makundi yani kwa umri, kwa mtoto wa miaka miwili mm. michezo yake i kuingana na mtoto wa miaka mitatu mita, au mm. minne, yani wanakopana wa michezo tofauti tofauti, na michezo ile tunaiita sisi ni vichangamshi hasa sana kwa yes. lugha ya kawaida wamezoea watu kusema kwamba ni mm. ni michezo, ni vichangamshi mm. lakini pia sehemu za kupumzika mm. tunavyofanya ufuatiliaji tunakagua sehemu za kupumzika, sehemu za kupumzika maanake ni, uh, ni vyumba vya kulala naanga, kuna vyumba vya kulala vinavyoendana na idadi ya watoto. Kuna magodoro au vitanda, vinafanywa usafi, vipo kwa jinsi, ni yani chumba cha watoto wa kike na watoto wa kiume vinakuwa, vinakuwa tofauti, hawachangamani wanapolala, watoto wa kike na watoto wa kiume wanakuwa ni vyumba tofauti. Sao, vingine, sao. Vingine, vingine na vitu vingine vingi tunakuwa tunavizingatia, lakini yote haya tunafanya kwa ajili kikubwa tunachokizingatia ni masuala mazima ya ulinzi na usalama wa, wa mtoto, wa mtoto. Ha, kwenye kituo ndio kitu kikubwa sana tunakizingatia ulinzi sao, na usalama wa mtoto ni, ni, ni kitu kipana, kinagusa zile component zote za malezi Ta, na yeah, maendeleo makuzi ya awali ya yeah, mtoto, mtoto, kwamba tunaangalia kimwili ndio kiakili yeah, kihisia mm, kitamaduni na mambo mengine sao. Sawa sawa, hebu turejee kwa Joseph Machira ambaye yeye ni mtaalamu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kutoka shirika la Childhood Development Organization, CDO pale Mzumbe ambao ni shirika ya kiongozi katika programu ya MAM kwa mkoa wa Morogoro. Na wewe umebobea sana katika maswala ya ECD eh, kwa maana ya MAM kuna swala la malezi changamshi mnali kwa uzoefu wenu mnafanyaje, CDO, na mnapofuatilia kule mnapata mirejesho gani? Ni nini ambacho mnakishuhudia katika vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kwenye swala la malezi changamshi ambalo afisa ustawi wa jamii ameligusia? Asante sana hmm. kama wadau ambao tunahusika na watoto hmm. ni jukumu letu kuendelea kutoa elimu hmm. kwa wamiliki wa vituo hivi kwa sababu tunaposema vituo vya kulea watoto wadogo mchana mm. ni paseni malezi Ndiyo. hata kama watafundishwa basi iwe ni kiduchu sana mm. yeah. lakini tunachozingatia pale mtoto aweze kupata malezi mm. na yani malezi yenye mwitikio mm. tafsiri yake ni kwamba kile ambacho mm. atajifunza pale au ataelekezwa pale mm. kiwe na matokeo mm. Uh, sasa kupitia programu ya MAM tunasisitiza Dio. sana sana mm. uh, zile nyanja zote tano mm? Sawa, zile sawa. Nyanja zote tano ambazo uh, program ya mamu inaangazia kwamba katika hivi vituo watoto waweze kupata lishe iliyo bora sawa sawa, lakini pia waweze kuulinzi na usalama kama ambavyo yeah. ametangulia kusema afisa ustawi mm. lakini masuala mazima ya afya mm. eh, kwa hiyo kuangazia afya ya watoto pale kituoni mm. Mm. lakini kama ambavyo nimesema, malezi yenye mwitikio mazingira changamsho ujifunzaji pia mm. yanatakiwa ni sehemu ya kuchochea vyote hivyo kupatikana mm. kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo na elimu, yes, mm. sawa sawa. kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana mm. kwa uzoefu, kwa sababu sisi kupitia miradi hii tumekuwa tukienda kutembelea kwenye hivi vituo, changamoto kubwa ambayo bado tunaiona ni kwenye uchangamshi wa haya madarasa mm. yeah, na walimu au walezi, kwa sababu huko tunatumia ni walezi, sio walimu. Wengi bado wanafundisha, hawatoi yale malezi pase sasa wito ni nini? Kwamba japo wanafundisha lakini wasisahau swala zima la malezi eh, yeah, kwa sababu yule mtoto mzazi wake amemleta pale kwa lengo la kuendeleza yale malezi ambayo kwa namna moja ama nyingine angeweza kuyapata kutoka kwa kwa mzazi wake nyumbani mm. Na mfano mzuri tu ni kwamba unaweza kukuta mtoto anashindwa hata kujieleza ni nani, lakini mzazi huyo huyo au mlezi huyo huyo ambaye kuna ili, mtoto kituoni mm, atafurahi kuona mtoto anaweza counting skills anaweza kuhesabu moja mpaka mia. Lakini tunasahau zile dhana ndogondogo ambazo ni muhimu sana kwa kumjengea mtoto katika umri wake. Tukirejea sayansi ya makuzi ya ubongo inatueleza kabisa kwamba katika umri wa miaka sifuri mpaka nane. <tipenu> ni umri sensitive sana katika uh, ukuaji wa ubongo wa mtoto <tipenu> pale tunatarajia kwamba kumona mtoto anajengiwa mazingira ya utayari wa ujifunzaji, mazingira ambayo ni changamshi, ambayo atasaidia katika kuchangamsha ubongo wake. <tipenu> makuzi yale ya ubongo yanategemea na mazingira <tipenu> atakuepo pale kituoni. Hivyo basi, ili kuchochea ukuaji timilifu wa ubongo wa huyu mtoto inabidi mazingira changamsha ujifunzaji yawe pale kituoni, inabidi madarasa yawe na kona za ujifunzaji. Sio unafika kwenye darasa la malezi watoto naka kwenye madawati, watoto wanafundishwa vitu vikubwa zaidi hata ubongo wao, kwa sababu uh, soma sera ya elimu inazunguza kwamba zile KK tatu kusoma, kuandika, kwa sababu mtoto anatakiwa ajifunze anapoingia darasa la kwanza, lakini kwenye vituo vyetu na matakwa ya wazazi wengi ambao hawaelewi, matamanio yao ni kuona tiki kubwa kwa mtoto wao yeah. Wanatamani wow, kuona hivyo vitu, lakini hawajui ni madhara gani, wanafubaza ubongo kwa sa, sababu vitu ambavyo mtoto angeenda kufundishwa darasa la kwanza anafundishwa katika umri wa miaka mitatu miaka yeah. Minne kwa hiyo ni kama vile kuifubaza tu bongo. Asante sana Yana. Asante sana Joseph Machera kutoka uh, CDO na unaolizungumza linajithibitisha katika sherehe zao za mahafali. Utaona mambo wanaenda kuyaonesha kwa hadhira ni kuhesabu, kuongea Kiingereza na mambo kama hayo. Sasa turejee kwa Mwajabu Dhahabu ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa Uadamo manispaa ya Morogoro. Kuna sheria nyingi sana miongozo na kanuni za malezi katika vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, uh, utazungumzia mtoto bukreti, kanuni za malezi, sheria ya mtoto na mambo kama hayo mm. Viongozi mnazitekeleza vipi eh, miongozo na sheria hizo, na mnazisimamiaje kwa wamiliki ambao ni wanachama wenu au wa wadamu? Sisi kama vituo vya daycare tunaongozwa na kanuni, inatuongoza vyema kabisa juu ya kitu gani tufanye kwa ajili ya kwenye vituo vyetu. Sawa sawa, kazi kubwa tunayoifanya sisi viongozi ni kuhimiza wamiliki wa daycare kusajili vituo mm. na saa nyingine pia kuwasaidia kufuata zile procedure za hatua. Ha, zile hatua mm. za usajili. Ndiyo. na kuwalinki mm. na maafisa ustawi Taosaw. kwa ajili ya finalization ya kusajili vituo vya daycare mm. kwa hiyo kama, kama nilivyosema kwamba hizi kanuni tunazi, tunazi, mm. tunazifuata kwa hiyo kwanza ninyi mnazitekeleza tunazis, na mnazisimamia, eh, kama alivyoeleza afisa afisa ustawi ndio, kuanzia umri wa mtoto kuandikisha kwenye daycare eh, kwa sababu hapa kuna tofauti ya daycare na nasari mm. kwa hiyo umri wa daycare ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka minne na miezi kumi na moja kama alivyosema, mm. Sasa unakuta kwa, kwa baadhi ya wamiliki wengine ambao ni sisi ndo tuna, tunasimamia. Wasimamia. Yeah. Unakuta amechukua mtoto mpaka miaka sita mm. kazi yetu sisi ni kuwashauri mm. kazi yetu sisi ni kuwashauri mm. na kuwakumbusha mm. ni umri gani wa mtoto kuandikishwa Chansa. Na pia ni matakwa gani yanahitajika kwa, kwa watoto ikiwepo mm. pamoja na lishe sawa sawa, kuhakikisha lishe ya mtoto inazingatiwa mm. katika yale makundi yote ambayo Sawa, sawa. Ni sahihi kwa mtoto hmm. Kama tunavyojua mtoto anatengenezwa kuanzia umri wa miaka sifuri mpaka miaka nane. Kwa hiyo na sisi wamiliki wa vituo wa, wa, wa, wa vya daycare tunazingatia hilo hmm. kwani sehemu ambayo ni ukiweza, mtoto akiweza kuharibikiwa ni kuanzia umri hmm. huo sawa, katika sawa. kutengeneza hata ubongo hmm. wake Sawa. Asante sana mwajabu na ta, tuhamie sasa kwa mwenye huyu ni katibu wa uh, umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelewa watoto wadogo mchana nchini Tanzania anaitwa Idi Mkambala na amekuja kutoa nguvu ama kuunga mkono juhudi za wadau wa manispaa ya Morogoro. Aa, sasa swali kubwa ambalo tunaweza tukaangazia katika aa, kiwango ama levo ya kitaifa, e, hali ya kitaifa ikoje kwa katika swala la uelewa wa miongozo kwa wamiliki wa vituo vya kulelewa watoto wadogo wa mchana katika eneo la kitaifa, ninyi mnazuru kila mikoa na mnajua hali iliyopo huku groundi huku chini, hali ikoje na uzoefu wenu unasemaje? una, una, una. Asante sana mm. kwa majina naitwa Edi Mkambara, ni katibu wa taifa wa wamiliki wa, wa vituo vya watoto mm. mchana, dekea toka tuchaguliwe rasmi tarehe moja mwezi wa tatu mwaka 2025 mm. pale Dodoma. Jukumu letu kubwa ni kutoa elimu, kutoa elimu kutu kutembea mikoa yote Tanzania mikoa ishirini na sita mm. kupeleka elimu kwa wamiliki wa daycare juu ya uendeshaji na uongozaji na kusimamia sheria zote za uendeshaji wa daycare. Jukumu mm. letu ni kubwa sana lakini ndogo sana kwa kwa macho sasa, kwa sababu watu wengi wanafungua wa daycare, lakini hawajui miongozo yao, hawajui kanuni zake, na hawajui nini wafanye juu ya hizo daycare mm. mm. lakini sisi jukumu letu ni hilo. Leo hii toka chaguliwe tarehe moja mwezi wa tatu tushatembea mikoa kumi mm. na sita mpaka leo, na kuepo hapa mimi siko, bahati mbaya mm. taarifa rasmi nimeipata nimepewa kwa barua, nikasema nitakuja na ilikuwa nije na mwenyekiti wangu. Bahati mbaya mwenyekiti wangu leo kaenda mkoa wa pwani mm. ushuka saa kama ili ktu etu kutoa elimu kwa wamiliki wetu wa daycare juu ya uendeshaji na usimamizi na kupeleka mbele gurudumu ya taifa. Mnafanyaje sasa? Katika mazingira kama hayo, inapotokea changamoto kwanza kutoa elimu. Ukitoa elimu, manake ndio unaeza una, una kuamsha hali halisi yeah, ya kuendesha vituo hivi yeah. Kwa hiyo sisi kutoa elimu, kuelimisha, na kwa kuwa tumepewa linki kubwa sana sisi na, na kamishina ya ustawi wa jamii na dawati ya usajili, kwa hiyo tunawapa elimu juu ya ili uendeshaji na usajili wa vituo vyao, na tunapiga simu direct kule, ili watuongoze katika usajili wetu. Hiyo ndio kubwa tunayofanya sasa hivi. Sawa, atuhitimishe kwa Witness Foya ambaye yeye ni mmiliki wa kituo cha kulelea watoto wadogo mchana manispaa ya Morogoro wenye jambo lao kama ambavyo tumemsikiliza makamu mwenyekiti. Ah uh, pengine swala ambalo tunaweza tukalitazama kama mmiliki, uh, mkutano mkuu wenu huu wa mwaka una maana gani katika kuchagiza ama kufanya uchechemuzi ama kuchochea maendeleo ya malezi katika vituo vyenu? asante sana. Hmm, ndugu mtangazaji, hmm, mimi kwa majina naitwa Witness foya. Mimi kama mmiliki wa kituo kwa kweli huwa tunaupenda sana mkutano wetu wa mwaka mm. kwa sababu mkutano wa mwaka mara nyingi sana unatusaidia sisi kuche, kushare zile changamoto zetu ambazo tumezipitia mm. kwa, tunashu, mwaka mzima. Kwa mwaka mzima mm. Aa, kwa kweli tukikutana tuki kama hivi inakuwa kama vile tunakuwa tunachochewa kwa mara nyingine tena namna ya malezi na viongozi wetu wanatupa ya u, ujuzi, wanatupa wanatuletea watu wa kuweza kutubusti yaani, mm. kutu, kutuongezea maarifa. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa mkutano huu tunaupenda sana na. Unafanyika mara ngapi kwa mwaka? Mkutano, mwaka mkutano huu unafanyika mara mbili, tunatamani hata ukifanyike hata mara nne. <laughs> Ndio sawasawa. Asante sana Witness Foya na kwa muda wetu, lakini kwa maudhui ambayo tumeyazungumza hapa, niwashukuru sana. Uh, wote kwa pamoja na mtazamaji nikukumbushe tu, uh, nilikuwa na makamu mwenyekiti wa uadamu ambayo ni umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana manispaa ya Morogoro, anaitwa Mwajabu Dhahabu, lakini nilikuwa naye hapa Witness for ambaye ni miliki wa, mchana, uh, uh, Dhahabu, lakini, uh, wa kituo uh, cha kulelea watoto wadogo mchana lakini tumekuwa pia na Joseph Machira, yeye ni mtaalamu wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kutoka shirika kiongozi la CDO Childhood Development Organization CDO, lakini pamoja naye tumekuwa na uh, afisa usawi uh, manispaa ya Morogoro anaitwa Rehema Malimi, bila kumsahau uh, katibu wa umoja wa wamiliki wa uh, vituo vya kulelewa watoto wadogo mchana uh, nchini Tanzania anaitwa Idi Mkambala. Mimi naitwa Madrashid, asante kwa Honest Mumboya, na hadi wakati mwingine tena.